Jina langu ni Roy, nina miaka 39, na ninaishi Dar es Salaam. Na leo leo, siongei kwa furaha. Leo naongelea kitu kinachouma, kitu ambacho wanawake wengi wanakosea, wanajilaumu, wanajipoteza, wakati ukweli ni kwamba hawajawahi kufundishwa ukweli. Leo nakwambia hivi bila kuficha chochote: jinsi ya kumpagawisha na kumpelekesha mwanaume ndio. Mpagawishe. Mpelekeshe. Mchanganye. Na kabla hujaendelea kusikiliza, tafadhali bonyeza like, subscribe na uandike comment, unaniangalia ukiwa wapi? Kwa sababu nitakayosema hapa hayafundishwi hadharani na yanawauma watu wasiokuwa tayari kusikia ukweli. Mimi ni relationship na psychology coach kwa zaidi ya miaka kumi. Nimeona wanawake wakilia, nimeona wanawake wakiacha kujiheshimu. Nimeona wanawake wakibadilika watu wasio wao, wakidhani wanampendeza mwanaume. Na kila mara nikiuliza kwa nini unajifanya, wanasema naogopa asinichoke. Na hapo ndipo hasira inanipanda kwa sababu hakuna kitu kinachomchosha mwanaume haraka kama mwanamke anayejisahau. Kumpagawisha mwanaume sio kumfanya akutake kimwili tu. Hilo ni rahisi, hilo ni la muda mfupi, hilo ni la bei rahisi. Kumpagawisha mwanamume ni kumpotezea mwelekeo wa kihisia, ni kumfanya ajikute na kuwaza bila sababu, ni kumfanya ajiulize, huyu mwanamke ana nini tofauti? Na nitaanza na ukweli mchungu. Kama unaingia kwenye mahusiano ukiwa na hofu, ukiwa na njaa ya kuthibitishwa, ukiwa tayari kubadilika ili ya kubaki, hata ufanye nini, hutompagawisha, utajitoa. Na ndiyo maana anasema kwa uchungu, wanawake wengi hawachanganyi wanaume Wanajichanganya wao wenyewe. Mwanaume hapagawishwi na makeke, hapotezi akili kwa jitihada nyingi, hachanganyiki kwa kujaribu sana. Anachanganyikiwa pale anapokutana na mwanamke asiyeomba nafasi, asiyepambana, asiyejieleza kupita kiasi. Na hapa ndipo wengi wanakwama. Wanadhani kumpa kila kitu mapema ni upendo, wanadhani kujifungua kihisia haraka ni ukomavu wanadhani kumpa uhakika mapema ni kumtuliza. Hapana, unapompa mwanamme kila kitu mapema humchanganyi, unamwondolea safari, na mwanamme bila safari hupoteza hamu. Na kama hilo linakuumiza kusikia, ni kwa sababu lina ukweli ndani yake. Natamani ningekwambia mambo ni laini, lakini sivyo. Mwanamme hachanganyiki na mwanamke anayepatikana muda wote, hachanganyiki na anayejieleza kila dakika hachanganyiki na anayehakikisha kila mara kuwa yupo. Na najua hilo linauma, kwa sababu wanawake wengi wamelelewa kuamini kuwa upendo ni kujitoa, lakini saikolojia ya mwanamume haifanyi kazi hivyo. Mwanamume huchanganyikiwa pale anapohisi mvutano wa kihisia, pale ambapo kuna ukaribu halafu umbali kidogo, pale ambapo kuna joto halafu baridi kidogo. Na sitaki uelewe vibaya, sizungumzii michezo ya kijinga sizungumzii kumuumiza kwa makusudi, nazungumzia uwepo uliothabiti lakini usiofungamana. Kosa kubwa wanawake wengi hufanya ni hili: wanapohisi mwanamume anaanza kupoa, wanazidisha juhudi, wanapoongeza maneno, wanapoongeza kupiga simu, wanapoongeza kujieleza, na hapo ndipo mwanamume anakimbia, kwa sababu akili yake haisemi ananipenda, inasema ananihitaji na mwanamume akihisi anahitajika kupita kiasi, anahisi kubanwa. Kumpagawisha mwanamume ni kumfanya ahisi anakuja kwako kwa hiari, sio kwa wajibu. Ni kumfanya ahisi anakupata kwa sababu amechagua, sio kwa sababu uko tayari kila wakati. Na hapa ndipo ninapoongea kwa hasira. Wanawake wengi wanataka wanaume wachague, lakini wao wenyewe hawajawahi kujichagua. Unataka akuwaze? Anza na wewe. Unataka akuchanganyikiwe Usijaribu kumthibitishia kila kitu. Kumpagawisha mwanamume kunahitaji utulivu wa ndani, na utulivu huo unatoka kwa mwanamke anayejua hata akiondoka ataendelea kuwa mzima. Na hilo linaogopesha mwanamume, kwa sababu anahisi naweza kumpoteza, na hofu ya kumpoteza mwanamke ndiyo mbegu ya kuchanganyikiwa. Niseme jambo moja wazi, na aliseme kwa sauti ya maumivu: hakuna kitu kinachomchanganya mwanamume kama mwanamke anayejua thamani yake lakini hachuruzishi. Wanawake wengi wanapenda kuonyesha nguvu kwa maneno, lakini nguvu ya kweli iko kwenye ukimya wenye maana. Unaposema kidogo lakini unahisi sana, unapojibu lakini hujitetei, unapokuwa karibu lakini hujifungi, hapo ndipo akili ya mwanamume inaanza kufanya kazi kupita kiasi. Anaanza kujiuliza, kwa nini hasumbui? Kwa nini hanifuatilii? Kwa nini hajapotea lakini hanishiki na maswali hayo ndiyo yanamchanganyikia mwanaume. Hapagawishwi na drama, hapotezi mwelekeo kwa kilio cha kila siku, hachanganyiki kwa hasira za kila saa. Anachanganyikiwa kwa uthabiti wa utulivu. Na hapa nataka nikuumize kidogo kwa ukweli. Kama lazima ujibadilishe ili mwanaume abakie, huyo mwanaume hakuwa wako. Kama lazima ujithibitishe ili uonekane wa maana, tayari umeshapoteza. Kumpagawisha mwanaume ni kuwa mwanamke ambaye hana haraka Haraka ya nini? Haraka ya kuthibitisha, haraka ya kufunga, haraka ya kumiliki. Mwanamke asiye na haraka anatembea kwa kasi yake, anapenda bila kuomba ruhusa, anakubali bila kuomba uhakika. Na mwanaume akikutana na mwanamke wa namna hiyo, anafadhaika, kwa sababu hawezi kumsoma kirahisi, hawezi kumtawala kirahisi, hawezi kumpuuliza kirahisi. Na hapo ndipo anapochanganyikiwa. Nimeona wanawake wakifanya kila kitu sawa, lakini kwa masababu mabaya, na hilo ndilo kosa. Kumpagawisha mwanamume si mkusanyiko wa mbinu, ni hali ya ndani. Ni namna unavyoingia chumbani, ni namna unavyotulia kimya bila kuomba maelezo, ni namna unavyotabasamu bila kujitetea. Ni ule ujumbe wa kimya unaosema nipo lakini siko hapa kuomba. Mwanaume akihisi hivyo, akili yake inapata hitilafu, kwa sababu jamii imemzoesha mwanaume aombe, ajitoe, ajieleze. Anapokutana na asiyefanya hivyo, anafikiria sana, na mwanaume anayefikiria sana ni mwanaume anayechanganyikiwa. Na hapa ninakukumbusha kitu muhimu: usimfanye mwanaume awe kitovu cha dunia yako. Ukifanya hivyo, utamzima. Kumpagawisha mwanamume ni kumfanya aingie kwenye dunia yako, sio wewe uhamie yake, na hilo linahitaji ujasiri. Ujasiri wa kupoteza, ujasiri wa kusimama peke yako. Na ndio maana wanawake wengi hawawezi, kwa sababu wanapenda zaidi kushikilia kuliko kuchagua. Nimalizie kwa uchungu, lakini kwa ukweli, kama unataka kumpagawisha mwanamume, acha kujaribu kumfanya akutake. Jifanye mtu wa kutamaniwa kwa kuishi maisha yako acha kuomba nafasi acha kuomba uhakika acha kuomba upendo upendo wa kweli hauombwi huchaguliwa na mwanamume anayekuchagua kwa sababu hakuhitaji lakini anakutaka huyo ndio mwanamume anayechanganyikiwa kwako na kama unahisi maumivu ndani yako sasa hivi ni kwa sababu kuna kitu umejiona nacho na sitaki ujilaumu nataka ujitambue jina langu ni Roy miaka 39 Dar es Salaam na kama hii sauti imekugusa Bonyeza like, subscribe na niandikie comment unaniangalia ukiwa wapi? kwa sababu bado hatujaanza.